Henga muda wa kuona kwenda mbele za Bwana katika maombi, na wewe utauona ukuu wa Mungu, atakuwa anakutendea mema atakuwa Mungu wako anakujali, atakuwa Mungu wako anakutetea. Mungu atakupigania, Mungu atakufungulia milango. Bwana Yesu asifiwe! Mungu atakufungulia milango, Mungu atakuonekania, Mungu atakutetea, Mungu atakufurahisha. Mungu wako atakuonekania, Mungu wako, Mungu wangu atatutendea mema, atatubariki na yale mema tunayoyaomba, kwa sababu ni mwema sana. Rehema zake ni za milele, fadhili zake ni za milele, mapenzi yake ni ya milele. Mungu wetu habadiliki, Mungu wetu ni mwema, ni yule yule asiyebadilika. Mpendwa wangu, mtumaini Mungu na uwe unamwendea katika maombi, iwe ni kawaida yako, sio kwamba umeomba leo, kesho huombi, umeomba asubuhi, jioni huombi.